Jina langu kwanza, naitwa Abubakar Rakesh mwenyekiti wa wafanyabiashara ndani ya soko la Machinga Complex. Eh, taarifa, wakati inatokea scenario hii, alikuja waziri wa Tamisemi, waziri wa nchi ofisi ya rais Tamisemi, Mheshimiwa George Simba Chawene alikuja, alianza kufanya kikao kwanza na watu wa ofisi ya mkuu wa mkoa, baadaye wakawa wamekuja hapa, na katika kuja hapa akawa katika kuwind up katika kutoa maazimio ya maali walipofikia, akawa amegusa na swala hili la kuondolewa mabanda ya wafanyabiashara maarufu kama machinga walioko chini kwenye meza, unaona? Kwa hiyo taarifa alikuja nazo yeye pale, lakini waziri ni kama ametuvamia, unaona, ametuvamia. Hakutaka kusikia kutoka upande wetu kama wafanyabiashara tayari swala la uwepo wa mabanda ya wafanyabiashara biashara chini ni swala ambalo lilikuwa limezungumziwa siku nyingi na kutolewa maelekezo na kamati ya bunge miradi tamisemi iliyokuwa iko chini ya wazi na chini ya naibu waziri sasa huyu Dr Dr nani huyu? Dr Hamisi Andrea Kigwangwala, wakati huu akiwa mwenyekiti wa kamati ya bunge miradi TAMISEMI, tulifanya kikao tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka 2014 Dodoma kuzungumzia maswala ya changamoto zinazoikabili jengo letu la Machinga Complex, unaona. Kwa hiyo moja ya mambo ambayo yalitolewa maelekezo ni swala la mabanda ya wafanyabiashara walioko hapo chini, kwa sababu tulijenga hoja kwamba sasa hivi biashara hazifanyiki, tuko juu, watu hawapandi kwa sababu miundombinu mibovu Hakuna lifti, hakuna stendi, usingeweza kutegemea kwamba tungeweza kufanya biashara nzuri kwa wakati ule. Unaona, kwa tuliomba kwamba tuendelee kuwepo chini, ili watu wafanye biashara, na pale ambapo yale makubaliano ambayo tulikuwa tumekubaliana yatakapokuwa yametekelezwa, basi watu wafanya biashara wangekuwa tayari kurudi ndani kwa nafasi zao, lakini hiyo ilikuwa ni swala la wafanyabiashara kuendelea kutafuta riski hapo chini. Kwa hiyo, Mheshimiwa Waziri alikuja kufanya maamuzi juu ya maamuzi. Katika hili ametuonea, hakutendea haki hii, tukujua, tukujua, ni za waziri, kama wajiri. Of course, anapofika waziri anapofika mkurugenzi anapofika mkuru, nani mkuu wa mkoa unategemea nini? Yaani itifaki protokali, unaona, lazima imwendee mheshimiwa waziri kwa sababu hawa wote hawa wanakuwa ni followers wake, unaona. Kwa hiyo tunasema hivi hii waziri ametuone, angetupa nafasi ya kutusikiliza angetupa nafasi ya kutusikiliza, angeweza kujua ni nini kilifanyika na maamuzi gani yalitolewa. Hatukupata nafasi hiyo, tulipata nafasi wewe, mkutano kama ule pale, unachukua watu watatu wa au saba, unafikiri unajitosheleza vipi kulingana na kupata kero za wafanyabiashara wa machinga complex? Kwanza kabisa, kama mwenyekiti, nilikuwa nawaomba wafanyabiashara wenzangu wawe watulivu. Kama uongozi, tunaangalia kwanza kufanya tathmini hasara gani zimejitokeza lakini pia kuyapiti, kufanya mapitio upya ya maamuzi yaliyokuwa yamefanywa na kamati ya Bunge, na akiwepo waziri mwenye dhamana kwa wakati huo, mama Hawa Gasia, tulikuwa naye kwenye kikao hicho, akiwepo pia katibu mkuu Jumanne Sajin kwa wakati ule, akiwepo Dr. Milton Makongoro Mahanga, wote walikuwepo na kamati nzima, mkuu wa mkoa wakati huo. Ni kilicho kikao kilichokuwa na cha heshima, kikao ambacho kilifanya maamuzi. Kwa hiyo kuja kuwagiza tu yavunjike hakututendea haki. Hicho tunachoweza kusema ni waombe wafanyabiashara wenzangu katika wakati huu mgumu wawe watulivu. Kwanza viongozi tunakaa, tunatafakari, tunafanya tathmini, tutachukua hatua baadaye, ikiwa ni pamoja na kupanga utaratibu wa kumwona Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ni swala la riziki. Wafanyabiashara walioko chini ni wengi. Unaona ni wengi, yani wafanyabiashara wako chini ni wale ambao wana vibanda humu, unaona kwa sababu huku juu hawafanyi kazi, tuliwashusha chini kwa ajili ya kutafuta riziki za watoto. Kwa hiyo palikuwa na wafanyabiashara wasiopungua zaidi ya elfu moja na mia mbili point. Kimsingi nataka muondoke na pointi kwamba uwepo wa mabanda uliruhusiwa na kamati ya bunge ya miradi TAMISEMI iliyokuwa chini ya mwenyekiti Dr. Hamisi Andrea Kigwangwala, mheshimiwa naibu waziri kwa sasa.